Tukisonga mbele, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya Jumatatu hii amehojiwa na maafisa wa tume na YCC, wa tume kupambana na ufisadi nchini EACC baada ya kukamatwa jijini Nairobi na kufikishwa katika makao makuu ya tume hiyo mapema asubuhi. Lenado Malwa alikita kambi kwenye makao hayo makuu na kuandaa taarifa hii. Naomba sote tafadhali tuweze kusimama Kulingana na ujumbe uliotumwa na maafisa wa EACC kwa wanahabari ni kwamba gavana Natembeya amehusika kwenye ubadhirifu wa pesa za umma zipatazo bilioni 1.4 kupitia utoaji zabuni usiofuata utaratibu, matumizi mabaya ya afisi yake, na unyakuzi wa mali ya umma, huku akihojiwa kwa zaidi ya masaa kumi katika afisi hizo. Industry, the commission ESC, chairperson, commissioner CEO. Hatua ya kumkamata na kumhoji gavana Natembeya iliibua maandamano na hisia mseto kutoka kwa viongozi na wafuasi wake waliofika katika afisi za tume hii ya EACC wakitaka gavana aachiliwe. Kinara chadiye, PK, Ujini, Omalu, wa chama cha DAP-K Eugene ni Wamalwa na mbunge wa Saboti Caleb Amisi ni baadhi ya viongozi waliofika katika afisi hizo japo wakanyimwa nafasi ya kuzungumza na gavana huyo. All these leaders have been denied access to the governor. Wakili Ndegwa was turned away. Wakili Kenneth Chesa was here with me, was turned away, and a team of other lawyers. We are informed that the governor has been coerced to record a statement.

Sasa viongozi hao wanaishtumu serikali ya rais William Ruto kwa kutumia tume ya EACC kuwakandamiza wanaoikosoa, huku akidai huenda serikali inalenga viongozi wa jamii ya Mlembe na viongozi wa chama cha DAPK.

Tukienda hewani Gavana Natembeya alikuwa ngali ndani ya afisi za EACC akihojiwa, huku hatima yake ikikosa kujulikana iwapo ataachiliwa ama atazuiliwa ili afikishwe mahakamani kesho Jumanne. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa.